Mwanzo kulikuwa na fili ya on the part of the police kuto contain ama kusaidia wale watu ambayo walikuwa wamekubaliwa kuandamana, so hapo mwanzo tuna condemn. So inabidi serikali isikize ni nini wanataka Shida iko wapi? Despite the fact that kuna we suspect, kuna wahuni ambao hawakukamatwa. Wenye wamekamatwa pengine ni watu wenye walikuwa wanafanya wanaluna biashara zao, walikuwa na manda andamana. Kuna sauti fulani lazima serikali isikize na jiulize shida iko wapi. Sijui unazungumziaje hoja kwamba maandamano nchini Kenya hayajakuwa ya amani? hapo naweza kataa kidogo tena, kwa sababu tumefanya maandamano wakati tu fulani, karibu mara mbili mara tatu tuliandikia polisi kama shirika na wenye walikuwa maadhiriwa, tukaandikia polisi na tukapewa polisi kutuescort katika barabara. Malengo yetu ilikuwa clear, na tukaandikia kwa sababu sheria ya nchi hii inakubali watu waandamane pasipo fujo na nini. So shida Kenya kwa mambo kama ya juzi, kuna mambo ya siasa, cheche ya siasa ndani, na siasa ikiingia mtu anaona ya kwamba ndio nisionekane nimeshindwa nime kisiasa, anatafuta goons wa utwit wale wengine, so tukiseparate kos ambaye ni genuine ya kwamba sisi kama jeni tunataka kitu fulani na tusiongea siasa, ya kwamba mtu akisikia kwamba wana harakati fulani ama waandamanaji wa kucheza siasa, ikioneka kwa jambo fulani, wanasiasa wataka watanunua watu wa kukaunta. Baada ya ripoti ambazo zinasema kwamba maandamano ya wiki iliyopita yaliingiliwa na kulikuwa na njama ya kupindua serikali, je, huoni kama serikali ina haki ya kufanya ukamataji? Kwa upande mmoja, serikali iko na haki, kwa sababu nchi yoyote ile, iwe Kenya, iwe US, iwe Amerika, iwe wapi, watu wakisema nataka tuende state house ina alasa kuleta question mark. Kwa sababu hiyo katiba ya Kenya inasema watu waandamane peacefully. So nia ikionekana ya kwamba ni potofu ndio serikali inaingilia. So once the state is clear kwamba kuna wauni wameingilia na nia yao ni kwenda kuattack government installations. Hapo ndio serikali ikaanza kuingia kwa sababu ni haki na ni wajibu ya serikali ku protect watu, mali ya watu wengine na installation. So problem kwa upande mwingine katika serikali ya Kenya wale protect only two critical installation ambayo ni bunge na state house.